Wengi wamelisikia likilia lakini wachache wamelisikiliza. Kopo, kipande cha plastiki kilichowahi kujaa thamani, sasa kimeachwa kikiteseka kwenye vumbi la upweke. Wakati fulani lilihifadhi chakula cha furaha, kinywaji cha sherehe na radha ya upendo mezani, lakini kazi yake ilipokwisha likatupwa. Haina tofauti na binadamu anayesahaulika baada ya kutoa kila kitu barabarani. Sauti yake ni kama kilio cha panzi kwa kunguru. Linapopigwa teke, linaimba kwa huzuni. Hiyo ndio sauti ya kopo lisilo na msaada, kwa watu wasioona mbali. Lakini katika dunia hii ya kelele na harakati, kuna mmoja tu anayesikia sauti hiyo: mwokota makopo. Mikono yake imechoka, lakini moyo wake una upendo kila kopo analokota ni kama anainua ndoto yake ya kutoka mavumbini. Wamekuwa marafiki, kopo na mwokota makopo. Wote wawili wametelekezwa, lakini kila mmoja anamwona mwenzake kama tumaini. Kopo linapolala mikononi mwake linapumua tena, na mwokota makopo anapoliona anajiona yeye mwenye nguvu. Wanaishi pamoja, wanazungumza bila kutoa sauti, wakihusiana katika dunia ambayo haikuwahi kuwapa nafasi. Usiku ukifika kopo liko pembeni yake kama rafiki, kama shahidi wa safari yake ya maisha. Wengine wakimpita wanamcheka, huyo ni choka mbaya hana maana. Lakini hawajui kuwa yeye ndiye anayesafisha dunia yao, anayehifadhi pumzi ya usafi na uzuri. Yeye ndiye anayesikia sauti ya kopo na kukumbatia thamani ambayo wengine waliitupa. Tega sikio nisikilize kopo na mwokota makopo ni sura mbili za dunia moja, dunia ya waliopotezwa lakini bado wanang'aa kimoyomoyo moyo. Na dunia ingekumbuka kwamba yote yasiyo na thamani leo, kesho yanaweza kuwa dhahabu. Usipige teke kopo, sikiliza kilio chake, kwa sababu ndani yake kuna somo la utu na sauti ya maisha tunayopuuza kila siku. Ewe muungwana, kila kopo lina roho, na kila mwokota makopo ni mjumbe wa matumaini. Wote wawili wanatukumbusha maisha hayana taka, isipokuwa macho yasiyoona thamani. Naitwa Msilanga the Artist. Ukiniita haujakosea, nami nitaitikia namu